zo la ukarabati wa barabara kuanzia eneo la Makumbusho hadi hospitali ya Mwananyamala lililotolewa lililotolewa siku 18 zilizopita na aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni ambaye sasa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda limeanza kuonyesha mafanikio baada ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kupitia mkandarasi wa ujenzi kufanya kazi usiku na mchana kukarabati barabara hiyo. Hamisi Suleiman anayo taarifa zaidi. Barabara hiyo ambayo ilikuwa katika hali mbaya na kusababisha vifo vya watu wawili eneo la soko la Mwananyamala, ikiwa ni pamoja na kuharibika kwa magari, hata kuchelewa kwa wagonjwa kufikishwa hospitalini, ilikuwa ikilalamikiwa na wananchi kwa zaidi ya mwaka mmoja, huku manispaa ikikaa kimya bila kuchukua hatua za dharura. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salam, Paul Makonda amefanya ziara ya ghafla kukagua ujenzi wa barabara hiyo na kuwataka wakandarasi kukamilisha kazi katika kipindi walichopewa cha siku kumi, huku pia wakitakiwa kufukia mashimo kwa kuweka vifusi katika barabara mbadala ili kupunguza msongamano kwenye barabara kuu. Barabara hizi ni miongoni mwa barabara ambazo wananchi wa kawaida kabisa wanazitumia, lakini mateso yake ni makubwa na wao ndio wachangiaji wakubwa wa, wa, wa, wa pato la taifa. Sasa mashimo haya si tu kwamba yalikuwa anamcherewesha mtu kwenda hospitalini lakini pia yameweza kusababisha mpaka mauti ya watu. kwa kila idara, na kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba kila idara itakuwa inaleta taarifa kila Ijumaa ofisini kwa mkuu wa mkoa, inashughulika na nini na imefanya nini ndani ya wiki na hatua gani imechukua, pale ambapo wananchi wamekuwa na kero, na wao wanapaswa kutoa majibu. Kwa hatua hii ya awali ambayo wanayo na wametoa ahadi, ndani ya siku kumi watakuwa wameshakamilisha, maana yake inaonyesha kwamba tunaweza kuziba viraka. lakini nimewataka pia waangalie uwezekano wa kutengeneza barabara zinazoweza kudumu, sio kila, kila, kila muda barabara ile ile inakarabatiwa ile ile. Lazima tutengeneze mazingira ya kuwa na barabara inayoweza kudumu na moja wapo ni kufanya design Afisa msimamizi na mshauri wa ujenzi wa barabara hiyo George Ngayoma amesema kazi ya ujenzi hiyo itakamilika katika kipindi cha siku kumi huku changamoto iliyopo ni kuondoa mabomba kwa kushirikiana na Dawasco yaliyopo kando ya wa barabara kwa ajili ya uwekaji wa mitaro ya maji. Kwa kweli changamoto ambazo tunazipata hapa, tunaomba tupe ushirikiano, maana hivi tunavyofunga hizo barabara, basi waheshimu alama tuizozoweka ili tuweze kufanya kazi uhuru yetu kwa uhuru na tuweze kufikia malengo yetu na vile vile kama unavyoona hapa pembeni yangu kuna watu wa Dawasco tu, tu, tutupata hiyo kazi, tujaribu tu kuambia, lakini inabidi hata hivyo sio tuingilie wenyewe. Kwa hiyo tunachomba tuni ushirikiano tu, ili kazi ziende kwa vile kama navyotakiwa na jinsi wa muda tunavyoahidi kufanya hiyo kazi. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.